Tazamaji, habari ya saizi. Hili ni shamba la miti kutoka shule ya msingi Kipambi wilaya ya Ngorongoro. Miti hii zilipandwa tarehe kumi na nane mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Kwa sasa ni takriban mwaka mmoja na miezi na miti ya aina nne kama na, na i aina ya miti hapa ambayo kitaalamu ina jina lake, lakini kwa wakati huu, sasa hivi, sasa hivi matatu inaitweje. Lakini pia kuna aina nyingine ya mti kama hapa hivi, ambayo ni jamii ya miti ya mwarobaini na kuna migunga lakini miti ya asili hapa inaonekana. Alafu kuna miti pia ya matunda ambayo ni miti ya papai, na hili shamba lina jumla ya miti karibu mia tano na kumi na miti yote imemea kwa nguvu na jitihada za uongozi wa shule kwani tumekuwa tukishirikiana na wazazi katika kutunza ya mazingira. Watoto wetu mwaka jana waliweza kumwagilia na ndiyo maana mpaka sasa hivi miti yote imesurvive, lakini mwaka huu ni tofauti na mwaka jana. Hali ya hewa ya mwaka huu ni tofauti kabisa, kwani mpaka sasa hivi hamna mvua za vuli. Kwa hiyo kama mnavyoona, ni kiangazi kwa kweli, na kwa bahati mbaya hatuna maji hapa shuleni, maji watoto wanafuata mbali. Kwa hiyo tunaomba wadau ikiwepo wa serikali kupitia ofisi ya ofisi inayohusiana na masuala ya maji watusaidie shuleni itatusaidia kwa ajili ya kuendelea kuhakikisha kwamba tunatunza mazingira yetu. Upande wa pili kule kuna miti zaidi ya mia tano pia, lakini miti hiyo imezidiwa na hali ya ukami, kwani ni miti ambayo tulipanda mwaka huu abari. Kwa hiyo bado yenyewe ni midogo. Utamwona mwanafunzi hawa wanafunzi wana... wapo kwenye hicho kitalu kumwagilia miti hiyo, lakini kwa sasa hivi hali ni mbaya kwa kweli, japo miti yetu bado yote ipo sawa, lakini kama kuna wadau wanaohusiana masala ya maji watusaidie maji hapa Kipambi naona, jinsi jeni ambapo tunapambana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Kipambi ya kijani inawezekana mitatu na huu ni mwaka wa pili. Tunaamini kwamba mwaka elfu mbili na ishirini na sita tuko tumeachana na programu ya upandaji wa miti. Kwa hiyo kama wadau wa mazingira na namna ambayo mnaweza mkatusaidia ili tupate maji.